mjomba zangu mnajua kwa nini nimewaita muda huu hatujui mjomba najua mnaelewa ndani ya hiki kijiji sisi ndo maguji kipindi mimi niko na mama yenu tulikuwa tushindwi na, na kitu chochote kwanza mnajisikiaje wakati mnapaa paa laha mjomba <laughs> <laughs> Munisikilize kwa makini. Kuna mpumbavu ambaye ameingia ndani ya hiki kijiji. Anataka kutuvuruga. Ni nani huyo mjomba? Tumeingiliwa na mtu ambaye anaitwa mtumishi. Sisi hatuwezi kumjua Mungu. Bila shaka mnanielewa. Sasa basi, naomba mnisikilize kwa makini. Nataka yule mtu arudi alikotoka, au tumufanyie kitu ambacho hawezi kusahau maishani mwake yote. Mjomba, tunakusikiliza wewe. Safi sana, naomba mnisikilize kwa makini. Huyo anayejiita mtumishi Tufanye njia yoyote kwa hali na mali aweze kupotea ndani ya hii dunia. Bila shaka mmenielewa, na hiyo inatakiwa ifanyike ndani ya siku mbili tu. Sawa mjomba. Wapi tena najua lote kali. Naelekea kwa shoga yangu maana nasikia kuna mchongo hmm. Mchongo angalia sikupiti puani hmm. Mi shoga yangu ni kuache, naelekea kijweni mara moja tu. Okay, poa. Toto, na u udongo unaopeleka wapi? Sasa, nikwambie kabla sija kufanya kitu kibaya, huo udongo naomba urudishe chini. Haya, changanya mbaliga zako

Mbona mambo yangu umenifailisha na wewe? Yaani kukufailisha nini? Sijizime data jamaa yangu basi, <tipa> siule mtoto mkali mwanangu, ulikuwa unamfukuzia sana ukanipa dili sasa, mchongo wenyewe nishamaliza kila kitu, nimekuletea mpaka geto mwanangu, unajifanya ujui yani hapo ndo na feli mwanangu, hoya nimefuata changu. Basi zingatia mafoto yangu minister. Okay. Ah, umbe kusikile kishando mwanangu, hivi tulikubaliana begani kwanza, mwana mazingira yenyewe enyewe, ah, tizi ila baridi, we towadau tuliyokubaliana, mansha sahau. ah, nakwambia shoga yangu hapa nimechemka hivi, mm, shoga yangu. shoga yangu. Kumbe kijiji kinaacha kiasi hichi. Ngoja sana nikwambie. Nilikuwa nakuja hapa kwako. Si unajua tena unaombea tena kwa kwangu. Unaniambia kuna kamchoo atakao niambie. Sasa mwanangu, hmm. Nikiwa barabarani nilivyokanyaga tu kwenye udongo hmm. hmm. Kikatokea kitoto kimoja hivi cheupe cheupe kikazoa mchanga wangu hmm. hmm. Nikakiambia stop hapo hapo. Kwani nachukua nyayo. Nakwambia sasa hivi naomba ushushe chini wa mchanga. Akashusha taratibu. Aa, nikakaambia sepa sepa, akaona kuondoka shogangu. kwa hapa na wasiwasi mwanangu, tumekubaliana yani misimbazi mitatu tu umefeli, aafu ah. Ujue mwanangu, mi sijae kufeli zigilibwai. Mashine wetulia, zigo lipo uaso wewe, kamatia tena hii mitano tena, alafu hizo zingine 25 hizo nitaku zingatia baadaye. Hii hapa kwanza nipite kibindoni pale nile vyangu, kush, kush, nini, afu kibati Jamaa yangu, siku nyingine yani ni cash by cash. Baridi. Mitano basi, mitano. Ya kuishi hiyo. hiyoamkumbuke yule mtoto Aa, pale. Ah, pale unaleta cash bwana Yani, cash mwanangu kubwa ni vunje hai. jamaa yangu, poa basi. Usisahau kodi zile. Haina <coughs> Kweli. Shoga yangu, yani hiki kijiji kama ulikuwa hujajua, shoga yangu ni wachawi <coughs> Hatari. Kwanza pole, yani hata watoto wadogo ni wachawi. Kuna katoto kamoja hivi hapo juu keupe kupe, yani ni kachawi, ehe? Au katoto keupe ndio wako, hakuna kuongelea. Kwanza shogangu, hapa ni shahaha, najisikia vibaya sana yani, naogopa, naogopa mwezio. Ngoja kwanza nikuache, naomba atakuja unipe baadaye. Haya, haya, bye. Wewe ni Mungu pasua bahari haufananishwi na kitu chochote, haufananishwi na kitu chochote. Je, vipi mamangu? Mbona saizi nakupigia simu upokei? Okay, atuma meseji ujibu? Je, nashindwa kuelewa, shida ni nini? Imenikausha kabisa. Unaweza kaniambia shida ni nini mama? Ni boy. Yaani kwenye watu waongo. Wa kwanza ni wewe. Wabongo, habari za kazi? Ah, Ivona. Habari za kazi? Uh, ni nzuri. Vipi lakini? Safi wa Bongo, una taarifa na habari zinazoendelea hapa kijijini? Taarifa gani hizo? Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatenda mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu chochote. Sawa, so, Yawezekana unayozungumza kuzungumza huko sahihi. Sawa, mimi ni mongo. Naweza nikawadanganya wengine. Lakini sio wewe, malikia wangu. Na unaweza kuniambia nimekudanganya nini? Any boy. Tarehe 25 nikutumie SMS ukunijibu. Tarehe 1 tena nikakutumia ukunijibu. Kwa bado tu unajua wako hapo? Cha kwanza kabisa naomba samahani. Naomba samahani kabisa. Tarehe 25 sikujibu siku, siku SMS zako kwa sababu sikukwambia mi nilipata shida kidogo unaona, pata shida kidogo nikatoka, unaona. Lakini pia tarehe moja, tarehe moja nilipanga nikutafute, lakini kwenye harakati za hapa na hapa za utafutaji, basi nikapata shida. Ni tarehe moja basi nikamatwa kwa bongo. Wewe hujui yani, kijijini hapa kila mtu yani, kuanzia watoto wakubwa watu, yani wamevimba miguu. Kwa kweli sijaiona wanavimba miguu Kivipi yani, na kwa nini wavimbe miguu? Kwa sababu mimi mara nyingi ni mtu wa kazi, umeshaona, na amka asubuhi na kuja na napiga kazi zangu mwanzo mwisho, kama ulivyonikuta hapa, umeshaona. Kwao nikichoka naenda kupumzika. Sasa unavuleta taarifa kwamba kuna watu wanavimba miguu, sijui na nini, mimi sielewi. Nikamata ni shina ndani, unaona, ko nikakosa na mawasiliano ni, lakini bado tuko pamoja ishi mambo yanaenda lakini mtu kukuhudumia sio mpaka siku za sikukuu. Unaona mimi hapa kibunda na nakuzingatia, basi mambo mengine yanaendelea au kuna shida nyingine? Ndio hivyo mamaangu, mimi nishinda ndani, kwa nini taarifa hujapata? Ila yote tisa tuwachane nayo. Mimi nitakuzingatia vipi? Cheka basi. Ngoja sasa nizikupe. Yaani tatizo la watu kuvimba miguu hapa kijijini Kalumiko na mjomba wake ndo sababu yaani ni wachawi. ya hapa kijijini sijaiona, na watu watatumaliza tu. Yaani mimi katika maisha yangu huwa siamini mambo ya uchawi, uchawi maishaona kwa kama unaamini wewe ni wewe tu, lakini mimi hayo mambo siyaamini kabisa. Wabongo we, kwa vile huamini waendelea kutokuamini hivyo hivyo, ila siku ukivimba miguu au kichwa, na mtu kuvimba kichwa, wewe satakujia mimi, usiniulize aa. Mimi ngoja nikuache na kazi, mwanangu. Mimi mi, yani, mimi nivimbe kichwa, haiwezi hey, katokea hata siku hii, hata siku moja. Damu ya Yesu inanena mema Damu ya Yesu ina nena mema. Damu ya Yesu ina nena mema. Mchungaji, samani, bila samani, mpendwa, bila samani, mpendwa, mwana wa Mungu unasemaje? Samani mtumishi, unawezaje kuwa mtumishi wa Mungu wakati una mke? Uoni kama unajitesa? naoni kama unajiweka kwenye majaribu eti <tipumisha> mtumishi <tipumisha> wenzako mapasta wanawake eti kijana na pasta huna mke <tipumisha> na kushangaa muone kwanza nywele zake hizo oh, haleluya ukisoma luka mbili mstari wa arobaini na mbili na kuendelea neno la mungu linasema yesu kristo mwenyewe ameanza kufanya kazi ya mungu akiwa na umri wa miaka kumi na mbili hapo tayari jibu lako la kwanza nimesha kujibu tayari. Yesu Kristo alikuwa bado kijana mdogo miaka kumi na mbili, tayari mimi hapa nina miaka kumi na nane. Kwa hiyo ni wakati na muda sahihi wa kuifanya kazi ya Mungu. Maandiko ya ya Mungu yanasema, soma kitabu cha Malaki, neno la Mungu limejieleza wazi, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Dada, na wewe hapa ulipo, ni wakati na muda sahihi wa kuifanya kazi ya Mungu. Mungu mwenyewe anajivunia akiona sisi vijana tuliopo duniani tunafanya kazi ya Mungu vile ipasavyo. Haleluya ovyo. Oh, asante Mungu. Mungu, msamehe juu ya litendalo, lakini pamoja na yote, najua kazi yako kuifanya siyo rahisi. Ni haya machache yatakuja na mengine. Asante Baba, kuna wakati napitia changamoto nyingi sana. mimi najua tumaini langu liko kwako Bwana. Ninajua nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Sina mwingine kamwe, ni wewe Bwana. ah, nikisoma hiki kifungu huwa nafarijika sana, Mathayo sita mlango wa kwanza. Neno la Bwana linasema: Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni. Watu wengi katika ulimwengu huu wameanza kudanganyika na kutafuta sifa mbele za watu, huku mioyoni mwao wamejaza chuki, wamejaza fitina ni washirikina. Baba hapendi vitu kama hivyo.